Lakini pia tutoe pongezi za kutosha kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan aliyewezesha upatikanaji wa fedha hizi kiasi kikubwa cha zaidi ya milioni mia mbili na kidogo ambayo zimewezesha ninyi kupata hili jengo la ofisi. Kwa kweli hapa tumpigie makofi kwa, tunafahamu mara kwa mara serikali inakuwa ikifanya juhudi, jitihada mbalimbali za kuboresha utendaji kazi kwa kuleta vifaa magari au majengo miundombinu kama hii, kama ulivyoeleza, ni muhimu sana katika utendaji kazi wa wenzetu hawa wa wakala wa misitu hapa Tanganyika. ni kweli siku za nyuma ilikuwa huduma hii inapatikana nje ya wilaya hmm. Tulikuwa wananchi wanalazimika kwenda Mpanda, wakati mwingine mlisogea kidogo mkaja hapo Milala, lakini bado ilikuwa tu ni nje ya mipaka yetu ya, ya, ya wilaya. Kuwepo kwa ofisi hii kwa kweli tunaamini sasa e, mtakuwa mmeimarika sana katika utendaji wa kazi zenu. Siku mbili tatu za nyuma, meneja kutoka kanda hapa, tulipata bahati ya kutembelewa na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Katavi, mheshimiwa Mwanamvua Hoza Mlindoko, na alipata bahati pia ya kukagua mradi huu na kupanda mti. Nashukuru sana kwa ushirikiano ambayo mlitupatia na siku ile, katika taarifa tulipewa taarifa kwamba ninyi tarehe ya leo ndio mlipanga mfanye makabidhiano ya jengo baada ya mkataba wa siku tisini kuzidi kwa zile siku 14. Na nafikiri ati tuelekeze hapa kwamba ni sisi lazima tuwepo katika kushuhudia makabidhiano yenu. Na sisi tumekuja hilo, kwa lengo hilo ndio maana niko na kamati ya usalama kuhakikisha kwamba yale maelekezo ya mheshimiwa mkuu mkoa, mkoa sisi tumetimiza. Kwa kweli tunawashukuru kwa kutushirikisha na tutafikisha salamu hizi kwake kwamba tulifika pale na tumeshuhudia yale makabidhiano kadri ya maelekezo ambayo aliyatoa. Kazi yenu mliopewa ya wakala wa misitu ni kubwa sana, asilimia kubwa ya wilaya Tanganyika ni misitu. Kwa hiyo tunawahitaji sana Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFS kuhakikisha kwamba misitu hii iko salama. Taarifa imeeleza hapa kuna kiasi kikubwa cha ardhi hekta nyingi ambazo zinasimamiwa na halmashauri, lakini kuna hekta zingine zinasimamiwa na nyie, kuna hekta zingine zinasimamiwa na serikali za vijiji. Na sisi bahati nzuri katika vijiji vyetu viko vijiji vinane vinavyofanya biashara ya carbon na miongoni mwa maeneo hayo ni misitu. Tunajua mnafanya kazi kubwa sana kushirikiana na vijiji. Tunaomba moyo huo uendelee na muongeze nguvu kuwasaidia, kwa sababu kule vijijini hawana utaalamu wa kutosha. Tunategemea wataalamu kutoka kwenye ofisi zenu ufike mara kwa mara kwenye vijiji, waelimisha zile kamati za utunzaji wa misitu, jinsi gani ya kutunza misitu, udhibiti wa misitu unafanyikaje na vitu vya namna hiyo. Tukishirikiana kiasi hicho, tutahakikisha kwamba wilaya yetu bado inabaki kuwa ya kijani na hii misitu inaendelea kukua. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, natambua ujenzi huu wangetamani wange wakaenda kujenga sehemu nyingine, lakini mimi nashukuru, nashukuru TAWA, TFS kwa kuleta mradi huu kwenye kata hii ya Kabungu. Mimi nimefurahi sana. Kipindi cha nyuma kweli mimi kwa naona msitu unavyoharibiwa kweli, msitu leo ulikwenda nyuma, lakini kwa hili natambua uthamani wa misitu. Misitu ni afya kwa binadamu, lakini misitu ambayo inatunza mazingira, natambua mvua tunaipata kwa uwepesi kulingana na misitu inavyotunzwa. Lakini jambo jingine, katika hii misitu ina faida nyingi ambazo kuna unani, kaboni, uzaji wa kaboni ambayo inakuwa ni faida inatuingizia fedha. Nashukuru sana kwa TAWA kujenga ofisi ya wilaya Tanganyika kwenye kata ya Kabungu wilaya ya Tanganyika. Ujenzi wa jengo hili ni moja wa utekelezaji wa mikakati ya kuboresha mazingira ya utendaji kazi kwa watumishi ambayo ambayo ni maelekezo ya serikali, lakini pia sisi kama TFS ambao tunaendelea kuboresha utendaji wa watumishi ili kuongeza ari na nguvu ya uhifadhi. Jukumu hili limekuwa ni jukumu letu la msingi ambalo tumekuwa tukilitekeleza chini, lakini pia katika kanda hii ya Magharibi, na kwa namna ya pekee katika mkoa wa Katavi, wilaya hii ya Tanganyika. Kama alivyoelezwa, tayari tumeanza kule Mwese ambapo tunajenga ofisi ndogo ambayo pia itatumika kama kituo cha ulinzi lakini pia kama ofisi kwa ajili ya uendelezaji wa shamba la miti. Na sasa tumekamilisha jengo hili ambalo tunaamini kabisa kwanza lina, litatia ari kwa watumishi katika utendaji wa kazi, lakini pia litawapa hamasa ya kuwepo katika mazingira ya kazi, masaa yote ya kazi na nje ya masaa ya kazi pale wanapotakiwa. Kituo kinasimamia msitu wa hifadhi mmoja uitwao Kabungu wenye ukubwa wa hekta 244, ambao ndo hapa tulipo. Kinasimamia shamba la miti Mwese lenye ukubwa wa hekta 1538 ambapo hekta 166 tayari zimeshapandwa, na kinasimamia msitu mmoja wa mataji wazi uitwao Kasherami wenye ukubwa wa hekta 8208.85 unaopendekezwa kuwa msitu wa hifadhi. Aidha, kituo kinasimamia mwanzo kimoja ya nyuki yenye jumla ya mizinga 88 katika msitu huu wa Kabungu.